Uh, tumefika Iringa usiku tukiwa tumetokea Mbarali na tukafanya uamuzi wa kulala Iringa ambao haukuwepo hapo awali, baada ya kuamba usiku kashirii ni kumfikisha mgombea urais Mheshimiwa Salum Mwalim hotelini, wakati gari yake inatoka kwa ajili ya wasaidizi wake wengine kwenda kutafuta vyumba karibu na hoteli yake kabisa, gari yetu, gari yake, gari ikakarushiwa kitu kinachosadikika kwamba ni kioo na kuvunja kioo cha nyuma. Suala hilo tumeshalipeleka polisi na mshukuru OCD amefika mwenyewe kwenye eneo la tukio, naw wamefika wa eneo la tukio. Kwa hiyo tumeliacha jambo hilo kwenye mamlaka ya polisi sasa kwa ajili ya uchunguzi na hatua nyingine za ziada, lakini wasaidizi wa mheshimiwa mgombea urais katika eneo la tukio waliokamata vijana wanne ambao waliwahisi wanahusika, kwao polisi watawahoji zaidi na kujua kama wanahusika ama la, na wakachukua hatua kwa mujibu wa taarifa watakazopata. O, kwa sasa tuseme kwa kifupi ni hayo tu. Tumefika Iringa usiku tukiwa tunatokea Mbarali na tukafanya uamuzi wa kulala Iringa, ambao haukuwepo hapo awali baada ya kumfikisha mgombea urais, Mheshimiwa Salum Mwalim hotelini, wakati gari yake inatoka kwa ajili ya wasaidizi wake wengine kwenda kutafuta vyumba karibu na hoteli yake kabisa, gari yake ikarushiwa kitu kinachosababisha eneo la tukio wa uraisi, tukyo, anne, wahisi, zaiki. Kwa tumeliacha jambo hilo kwenye mamlaka ya polisi sasa kwa ajili ya uchunguzi na hatua nyingine za ziada, lakini wasaidizi wa mheshimiwa mgombea urais katika eneo la tukio waliwakamata vijana wanne ambao waliwahisi wanahusika. Kwa hiyo polisi watawahoji zaidi na kujua kama wanahusika ama la, na wakachukua hatua diku, wata wata kwa mujibu wa taarifa watakazopata kwa sasa. Tuseme kwa kifupi ni hayo tu. Tumefika Iringa usiku tukiwa tumetokea Mbarali na tukafanya uamuzi wa kulala Iringa ambao haukuwepo hapo awali, baada ya kuamba usiku kumfikisha mgombea urais Mheshimiwa Salum Mwalim hotelini, wakati gari yake inatoka kwa ajili ya wasaidizi wake wengine kwenda kutafuta vyumba karibu na hoteli yake kabisa, gari yetu, gari yake ikarushiwa kitu kinachosadikika kwamba ni jiwe. A ca polisi. Shaolisi, tunamshukuru OCD amefika mwenyewe kwenye eneo la tukio na OCD wake walifika eneo la tukio. Kwa hiyo tumeliacha jambo hilo kwenye mamlaka ya kipolisi sasa kwa ajili ya uchunguzi na hatua nyingine za ziada, lakini wasaidizi wa Mheshimiwa Mgombea Urais katika eneo la tukio waliokamata vijana wanne ambao waliwahisi wanahusika. Kwa hiyo polisi watawahoji zaidi na kujua kama wanahusika ama la, wa wata la na wakachukua hatua kwa mujibu wa taarifa watakazopata. Kwa hiyo kwa sasa tuseme kwa kifupi, ni hayo tu.